Askofu Daktari Kalikawe Lwa Kalinda Bagonza ametoa shukrani kwa Watanzania wote ambao wameshiriki kwa namna moja ama nyingine kuwafariji familia yake, ambapo alifiwa na baba yake mzazi lakini na dada yake kifungua mimba. Ameandika kwenye ukurasa wake wa Facebooku akisema kwamba misiba yetu imekuwa misiba yenu, asanteni sana askofu Bagonza anasema, kwa niaba ya familia nzima ya hayati Benjamini Jacob Bagonza lwa Kalinda, napenda kuleta shukrani za dhati kwenu nyote kwa kutufariji wakati wa misiba mikubwa. Anasema moja, tarehe ishirini na tatu mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, baba yetu mzee Benjamini alifariki dunia ghafla akiwa amezaliwa mwaka elfu moja mia tisa na thelathini Pili anasema kwamba tarehe 27 mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano tulimzika nyumbani kwake Nyakahanga, Karagwe. Tatu anasema tarehe ishirini na nane mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano dada yetu Dora Bagonza, kifungua mimba, alifariki dunia huko Dar es Salaam, ambapo alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa na sitini na moja Namba nne nasema tarehe thelathini mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano tulimzika dada Dora, nyumbani Nyakahanga Karagwe. Anaeleza kwamba wakati wote wa maombolezo tumepokea faraja, ubani, majitoleo, mshikamano, ushauri, upendo na sala. Tumewaona watu wengi toka dini zote, itikadi zote, rangi zote hari zote toka ndani na nje ya nchi, wakitukimbilia na kutufikia kwa namna mbalimbali. Anaeleza kwamba misiba yetu iligeuka misiba yenu, tunawashukuru sana. Mama yetu Mama Doretea Kagemulo Bagonza anawashukuru sana, msiache kumwombea. Anamaliza kwa kusema kwa misiba hii hatutamuwazia Mungu kwa upumbavu. Ayubu moja mstari wa ishirini na mbili, huku akiambatanisha baadhi ya picha hapa katika andiko lake hili, akiwemo mama yake.